Sasa hivi katika mitandao mingi ya kijamii tunaona watu wana promote biashara za linji za kingono, unaweza unezakuta labda mtu ameweka tangazo pale, anakwambia labda kuspii picha fulani picha fulani kuna bei fulani kuna bei fulani sasa, kama mahakama nyiwe kuhusu hili swala naichukuliaje? Maanake unapoongelea serikali unakuta kuna wale watu waitii

kumbuke ni mkwa gani, lakini kuna shule ya, ya girls iliweza kumkamata mlinzi na kuweza kumfanyia kitendo cha ubakaji. Sasa vitu gani ambavyo huwa mnaangalia au mnachunguza kabla humkumu, ya kumhukumu mwanaume kusema kwamba amebaka, japo jao tunajua hata mwanamke pia anaweza kufanya akambaka mwanaume. ni wanafunzi wa journalism katika chuo cha swali langu kubwa lilikuwa ni nyie kama stakeholders wa masuala mazima ya maadili pamoja na haki za binadamu hmm, mnawezaje kuhakikisha kwamba jamii inaepukana na vitendo vya kuvunjikwa maadili, wakati kuna uingiaji wa social media ambao for instance WhatsApp na mitandao mingine ambayo imekuwa ikitumika vibaya kwa jamii? Nyie kama stakeholders mnachukua measures gani kuweza kuokoa tatizo la mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu? Sasa lakini katika utangulizi wa mwanzo tulisema pia tutaongelea sheria ya makosa yanayohusiana mambo ya maadili. Kila mtu anajua maadili nini? Si ndio? Maadili nini? Ukiambiwa maadili unaelewa nini? Nikisema neno maadili. Na mtu anaweza kanisaidia. Maadili nini? Darasa liongee kidogo maana tumeongea sana sisi. Nani anajua maadili? Kwa kifupi tu, ni kitu ukiambiwa maadili unaelewaje? Hebu waambie wenzako maadili ni nini maadili? Ni yale matendo yote mazuri yasifikiwa na nini na jamii, yanayowafikiwa yasiyowafikiwa. Ah, sawa. maadili ni matendo yote yaliyowafikiwa na jamii yatumike, au matendo mazuri, matendo mema. Ndio maana ya nini maadili, tumeelewana? Kuna mtu mwingine ana maana tofauti huku ya maadili wewe <tunos> eh, madini nini? Unapojua tu wala sio mtihani chochote, tu unachofikiria maadili. Ni tabia njema ambazo jamii, wanajamii wamekubaliana siku nyingi. Mm, majibu mazuri. Afu ya ficha ameongea ni tabia njema ambao wanajamii wanakubaliana zifanyeje, zitumike. Kwa hiyo hapa, kwa kifupi, maadili, kama alivyosema wenzetu wote wamepata, ni makubaliano ambayo hayajaandikwa sehemu au yameandikwa sehemu ambayo yanakuwa kama mwongozo wa jamii nini ifanye na nini isifanyeje isifanye. Kwa hiyo huku kwenye sheria pia tumeelekezwa ufanye nini na kitu gani usifanyeje usifanye. Kwa hiyo, hii tutazungumza pia makosa yanayotokana na nini, ukiukwaji wa maadili nchi yetu, na maadili mengi yanatokana na mila ya na desturi zetu, yanatokana na dini zetu mbalimbali, ambazo sisi tunaamini mila tamaduni ambako tumetoka, si ndio? lakini mwisho wa siku yote hayo anaunganishwa kwenye sheria huku kwenye sheria pia tumepewa nini cha kufanya na nini usifanye. Ukikiuka ndio inakuja nini, makosa ya maadili. Kwa hiyo ukisoma sheria ya kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita ndio inatoa makosa yanayotokana nini na maadili. Kwenye makosa haya sheria imelenga zaidi masuala ya nini yanayohusika na masuala ya kujamii ya kujamiiana makosa yanayotokana na masuala ya kingono, ndio kule kwenye sheria ya mwenendo wa makosa au sheria ya makosa ya kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita ndio imeelekeza hayo makosa. Sasa kwa nini tumezungumza hayo makosa kwenye jamii kama hii? Ni makosa ambayo mara nyingi sana yanalenga umri fulani kwenye jamii, ambao ni umri wenu, kuanzia miaka kumi na nane, umri ule ambao watoto wa kike na wa kiume wanapevuka. Unakuta mara nyingi jamii watu wao wanaingia kwenye mkumbo kwa makundi au kwa kutojua unajikuta umeingia kwenye haya makosa. Tukaona sasa ni vyema leo pia wanafunzi waweze kuelewa haya makosa yametajwa kwenye sheria makosa gani? Na ukiyafanya je, sheria imesema uwazibiwe upewe adhabu gani? Kwa hiyo, yako makosa mengi mengi, tumechambua hapa machache ambao tungependa leo muweze kufundishwa. Kosa la kwanza la kiuka maadili ni kosa la kubaka. Umeelewana eh? Kubaka mwanaume anambaka mwanamke. Kubaka ni nini? Kubaka ni kile kitendo ambacho mtu anafanyiwa cha ngono kinyume na ridhaa, au ajalizia, hajakubali, anafanyiwa kwa nguvu, anakuwa amebakwa. Kwa hiyo kwenye makosa ya maadili, kosa moja wapo ni kosa la ubakaji. Wote tunajua siku hizi mambo yamekuwa mengi sana, watu watu wazima wanabaka watoto, nakuta shuleni huko wameenda wamebakwa, sehemu mbalimbali wanabakwa, kwa sababu kupitia elimu hii tunaelimisha jamii kwamba hiyo ni kosa kwa mujibu wa sheria, kumwingilia mtu kinyume na nini, na ridhaa yake mwenyewe. Adhabu imetamka kwenye sheria, kama unafungwa kifungo cha nini, miaka mingapi? miaka mingapi? Mm, kumbe mnajua, miaka thelathini jela. ok, ukienda miaka thelathini kuja kurudi unakuta wote waisha kufa, wote waishaondoka, awapo. Kwa hiyo ni kosa mojawapo ya nini la maadili, lakini kosa jingine ni kujaribu kunini kubaka kuna kubaka na kujaribu kufanyaje? Kubaka hayo ni makosa mawili tofauti. Kujaribu kubaka ni ile mtu hajaenda kubaka, lakini alikuwa anataka kufanyaje? Kutenda ile kosa. Mtu anaweza kusema mbona mimi sikubaka, nilikuwa nataka kufanyaje? Sheria hapo inaangaza dhamira. Je, uko na dhamira gani? hujabaka sasa, lakini uko unataka kufanya nini? Je, ungembaka mtu angepata madhara gani? Kwa hiyo kubaka ni kosa, lakini pia kujaribu kubaka pia ni nini? miaka mingapi miaka mingapi? Kujaribu kubaka 30. Kwa hiyo unakuta anayejaribu na anayefanya wote kifungo kinafanyaje kwa nini. Unaweza kujiuliza kwa nini ni hivi, mbona wewe ukajaribu, wewe ukafanya. Lengo la sheria ni kuzuia kabisa haya matendo ya nini ya ubakaji kwenye jamii zetu, ili mtu ajue kabisa hata nikijaribu tayari na miaka mingapi, kwa hiyo nisifanye kabisa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo tujiepushe na haya mambo ya kubaka, si umeenda kwenye mazingira ambayo yanastahili kubakwa pia yafanyaje? Hayatakiwi ya. Lakini kosa jingine ni kosa la uzalishaji wa kingono sawa. Unamzalisha mwenzio kingono, unampiga picha za utupu, unazirusha mtandaoni. Sio lazima amevua nguo zote, hata yani sehemu yote ambayo nasema hii ni sehemu ya utupu, unamrekodi mwenzako, ajalizia kumrekodi unamweza, unasambaza kwa rafiki zako, mwone fulani, mwone fulani. Mnaona siku hizi kwenye mitandao hilo pia limekatazwa kwenye sheria, ukikutwa pia na hiyo kuna adhabu yake. Sheria imetaja ni kosa ambalo tunazuia watu wasifanye. Unamlisha mwenzako kingono yuko huko labda na wazazi wake au na kaka zake, wanafungua ile picha wanaona. Mtu mwingine hata akajiua. He? Ha, e, kakamu kaniona niko hivi au babangu au mjombangu, mtu anaenda anachukua maamuzi magumu anaji anajiua. Kwa hiyo pia limekatazwa kwenye sheria zetu za nini za makosa ya maadili. Lakini pia kuna kosa jingine ambalo limeandikwa hapa kwenye sheria, ni kosa la kumwingilia kingono mwanamke mwenye upungufu wa akili, tumeelewana eh? Kuna wababa wengine wana hiyo tabia, anaona huyu mtu hana akili timamu. Mtu ambaye hana akili timamu hana maamuzi, si ndio? Hawezi kukubali. Kwa hiyo unakuta mtu anaenda pale Wabu usiku kaliakoa au wapi kwenye masoko huko anafanya kile kitendo. Sinaona wale wanakuwa na mimba wale. Hao mjeo kuona na mimba. Wale hawajakubali, wale wamebakwa. Wasema tu tunakosa ushahidi kujua ni nani amefanyaje, amefanya lile kosa. Pia lile ni kosa. Kama mtu anakuwa na haja zake, anaambiwa atafute mtu mwenye akili timamu ili wakubaliane. Tumeelewana eh? Kwa hiyo nao